Tumeitana hapa mchana huu ili kuweza kutoa ufafanuzi kutokana na upotoshaji unaojitokeza kwenye mikutano inayofanywa na vyama vya siasa. Ndugu zangu, kama mnavyojua kwamba kumekuwa na baadhi ya vyama vya upinzani kupitia mikutano ya hadhara wamekuwa wa wakipotosha umma kwa kueleza kwamba kwa, kwa mfano tukija kwenye swala la mfumo wa stakabadhi ghalani kwamba hauna faida kwa mkulima. Lakini pia nichukue fursa hii kuwaeleza umma kwamba sisi kama wakulima tumeweka mifumo ya kutengeneza vyombo vyetu vya kuweza kukaa na kujadili pale tunapopata changamoto na kuzitolea ufumbuzi. Vyombo hivyo ni kama kuanzisha vyama vya ushirika, vyombo ambavyo ni vya wakulima wenyewe. Pale wanapopata tatizo, basi huwa wanakaa pamoja na kuweza kupaza sauti. Sasa kama viongozi wa wakulima katika maeneo yetu tumeamua kutoa tamko la kutokana na huu upotoshaji unaoendelea. Kwa mfano leo unavyowaambia wakulima wa zao la korosho kwamba au zao la korosho, mbaazi pamoja na ufuta kwamba kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani hauna tija kwa wakulima hao, hiyo sio sawa na sio kweli, na anaweza kutoa sababu au faida zinazopatikana kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. <coughs> huko nyuma, mnajua ndugu zangu waandishi wa habari, kwamba wakati tunatumia mfumo huria wa kuuza mazao yetu holela kuna mambo mengi yalikuwa hayaendi sawasawa na wala yalikuwa haya hayaleti tija kwa wakulima. Kwa mfano tukienda kwenye zao la korosho, mnafahamu wakulima walivyokuwa wanahangaika kwenye kuuza mazao yao, na ilifikia wakati mazao ya wakulima, kwa mfano mtu anatoa mazao Tandahimba anakuja kuuza Mtwara, pasipokuwa na uhakika pale anapoenda kuuza lakini kipindi kile waliokinufaika ni walanguzi ambao walikuwa wanashirikiana na Wahindi, kwamba ili uweze kwenda kuuza mazao yako ni lazima ukutane na mtukati ambaye yeye apeleke mazao hayo kwa Wahindi. Usipofanya hivyo, huwezi kupata soko ya mazao hayo. Lakini serikali baada ya kuona hilo, wakaona kwamba ili kumsaidia mkulima huyu ni lazima walete mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Mfumo huu umeweza kutusaidia kwanza, tunadhibiti uuzaji holela, lakini pia tunaweza kuwa kama wakulima kupata sehemu ya kukaa na kupanga bei ya kuuza mazao yetu, lakini kingine, tunapata takwimu sahihi ya uzalishaji wa mazao ya sisi wakulima lakini tatu, tunatengeneza ajira. Kwa mfano leo kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani, mnajua mazao haya tunayapeleka kwenye magala makuu, na mle kwenye magala makuu huwa kuna watu wanapata ajira, kwa mfano bodaboda, mama nitilie, wasafirishaji. Sasa kusingekuwa na mfumo huu, wananchi hawa wasingeweza kupata ajira. Lakini tukienda kwa mfano, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kwa mfano, zao la mbaazi huko nyuma ilikuwa inauzwa shilingi 200 mpaka 500. Lakini baada ya serikali kusema kwamba zao hili tuliingize kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, mmeona mafanikio yaliyopatikana kwa msimu mmoja tu, tumeweza kutoka shilingi 500 hadi kufikia shilingi 2000 mpaka 2200. Ushirika ni chombo pekee kinachosimamia wakulima kwa hiari yao wakulima wamejiorganize wenyewe wakaunda chombo kikaitwa ushirika. Na utaona ushirika ni taasisi ambayo serikali inatambua, na, na ndio maana unaona ina wanachama ina mrajisi ina maafisa ushirika ina mrajisi wa taifa lakini ina waziri mwenye zamani ya kilimo. Sasa upo upotoshaji ambao unapita kwa baadhi ya vyama vya siasa vikielezea kwamba eh, kwa nini mazao yapite kwenye ushirika? Lakini seme tu kwamba ushirika ndio chombo pekee ambacho kinasimamia mazao yote ambayo yapo kwenye mnyororo wa thamani. Lakini pia kuna uvumi ambao unapita pia unaeleza kwamba tozo ni nyingi eh, kwa mkulima. Si kweli. Kwa mfano msimu uliopita huu ambao tumemaliza juzi, tozo ilikuwa shilingi 456. Na tozo hii analipa mnunuzi. Mkulima yeye tozo ambayo aliwajibika ni ile ambayo ni ya usafirishaji na yenyewe haizidi shilingi mia kwa maeneo yote ambayo yanalima zao la korosho nchini. Kwa hiyo si kweli kama vile ambavyo baadhi ya vyama vya siasa vinasimama majukwaani na kusema kwamba tozo inafika elfu moja kwa mkulima, si kweli kabisa. Mimi nadhani wame, wameacha dila na sera za chama chao, sasa wanaelekea kutaka kupotosha wakulima. Lakini waambie tu kwamba sisi kama wakulima ambao tunalima korosho, ufuta pamoja na mbazi huwezi kututoa kwenye mifumo hii ya stakabadhi, kwa sababu tunajua kwenye stakabadhi ndiko kwenye ushindani. Haya mazao ambayo tuna haya mazao ambayo ma yanashindana ambayo ambayo, tulikotokea huko nje ya mfumo, hamna zao ambalo liliuzwa zaidi ya shilingi 2000 halipo. Lakini tumeona tulivyoingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, kila zao washindani unaonekana ushindani kabisa, wanunuzi wanashindana, wanashindana kwa soko, na tunapata wakulima bei iliyo nzuri kwa mfano msimu uliopita ambao tumelala juzi na jana, huu msimu wa 24, 25. Tumeona tumefanya vizuri sana. 23, 24, tumefanya vizuri sana kwenye zao la korosha tumepata bei mpaka shilingi 4195. Bei ambayo hatujawahi kupata nje ya mfumo. Nje ya mfumo shilingi 2000 tulikuwa tunaitafuta kwa tochi. Kwa hiyo nataka niwaambie hawa wenzetu kwamba wanachokifanya sio sahihi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Dk. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kwenye mazao haya. Mimi kama mwenyekiti wa chama kikuu cha mambo, kunapenda kuwashauri na kuwakumbusha wakulima, sasa hivi ni muda ambao wanasiasa huwa wanajinadi na kuzungumza mambo ambayo hayana faida kwetu kimsingi. Tunatakiwa tuangalie ni nani alitutoa shimoni na nani ametuweka hapa ukiangalia katika miaka ya nyuma kwa kumbukumbu kumbu zangu wazazi wetu waliuza korosho katika mifumo ya olela shilingi 200, shilingi 700. Hatukuwahi kupata na mifumo mizuri kama hii ambayo sasa hivi ipo. Bahati nzuri nilikuwa kwenye kwenye mkutano wa kitaifa wa kimataifa ambao ulifanyika Dubai katika mifumo ambayo wali, wali, wali support na kutupongeza sana watanzania ni hii ambayo tumejiwekea katika mfumo wa mauzo, lakini mfumo ambao tunatumia kuwalipa wakulima sasa kama duniani huko ameona mfumo huu unaenda sawasawa na wao wanapata mazao tena mazao yenye ubora mazao ambayo yanatimia yana changamoto. Sasa leo mtu anakuja tu anasema mfumo hii haifai, nataka mtumie mfumo ya kiuza kiolela. Mimi nafikiri huu ni namna tu ya watu ambao wanaamua kushirikiana na baadhi ya matapeli ili kuja kwa kwa kuibia wakulima. Ukiangalia ukienda katika maeneo wenzetu kule Singida, wao wao ma, mazao yao ni alizeti alizeti hawajaingiza katika mfumo huu wa stakabadhi ya ghala. Na kama kama wameingiza, sifahamu. Inawezekana hizi sera labda kazitangaze huko ambako anaona ndugu zake anafarijika kuona wanaibiwa. Lakini kwa huko ambako wazazi wetu nafikiri wametoka huko shimoni, na sasa hivi tunaenda katika teknolojia nyingine ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa wazi katika kuwasaidia hao wakulima. Ni bora tu angetuacha, angenadi angenadi tu sera zake ambazo anaona zinaweza zikamfaa katika kujipatia kura.